Sitaki watu wanatoroka kwa boma yangu. Ukitoroka mimi nitakushika kwa nitakushika kwa sababu gani? Kuna protocol ya kuingia hapa, ulipoingia hapo ulikaribishwa, si ndio? Pia ukitaka kuondoka tunakupatia ruhusa ya kuondoka kwa njia inayofaa. Hapa sio choo ya ya kanjo yenye unaingia unatoka sasa unataka, no. Eh, lazima uhand over kifungue hapo mali unalala, ukuje uambie manager, mimi naona kama hizi kazi siziwezi, nataka nirudi nyumbani, naomba mnipatie fare nirudi nyumbani basi Ee. Mimi sijalazimisha kuja, wewe ndio utafuta kazi, sio mimi, sikukutafuta nilikutafuta. Eh, sasa ni stress, unanipatia kazi gani? Tayari kama umesikia huko ni kuna uzito huko, na hiyo ndo kazi ulitafuta. Uli, uli, uli, uli, uli, uli, uli ni we uondoke. Tena geti ni moja hapa vile. Ee, mliingia mliingia mliingia na wapi? Kuna mahali mtaenda kupata kama hapa mahali kuna mboga, kuna ugali, kuna chakula, kuna nini? Si jana nimewapelekea nimewaletea chakula. Si mke wako amekuja huko na sukari na na, na, na mchele na mafuta. Dio. Unajua ukienda kufanya kazi Unilever saa hii ama kampuni yote hawajali vile unakula ama vile unaishi. Kiingia kazi umeingia kazi bro. Mm. Eh. Ukiondoka saa hii utakwenda kutafuta kazi ya askari. Hakuna mwana kupatia deposit ya kwanza kuishi. Hakuna. hapa ni utu tu nafanya, mnielewa eh? Mko na maji, mko na stima, mko na nyumba ya bure, amlipi, amlipi rent. Ah. <laughs> alafu nyinyi ndio mtashinda mkisema e, Ruto must go, hakuna kazi eh? Si ndio? Hapa Kenya hakuna kazi eh. We kama unataka kwenda manager akisharudi mmalizana na yeye kachia fea haya. Nini unakaa unapenda pesa sana? Hiyo pesa imeku, imekusumbua akili inakaa you, you are motivated with money. Hiyo pesa imekusumbua akili sana sana.